Uwanja wa Talanta nchini Kenya na ule wa Arusha nchini Tanzania. Mataifa ya Afrika Mashariki yanaendelea kupiga hatua kubwa katika kufanya maandalizi ya kuandaa mashindano ya Kombe la Afrika, AFCON 2027. Mashindano haya yatafanyika kwa pamoja nchini Kenya, Tanzania na Uganda. Nchini Kenya, ujenzi wa uwanja wa Talanta pia unaojulikana kama uwanja wa Raila Amolo Odinga unaendelea kwa kasi jijini Nairobi. Serikali imesema ujenzi umefikia asilimia 80. Uwanja huo unaotarajiwa kukamilika kabla ya mashindano kuanza utakuwa uwanja mkubwa zaidi nchini Kenya, wenye uwezo wa kuchukua mashabiki zaidi ya elfu sitini. Mradi huo ulianza mwaka 2024 na unajengwa na kampuni ya China Road and Bridge Corporation. Tanzania nayo haijasalia nyuma. Jijini Arusha, ujenzi wa uwanja mpya wa kisasa unaendelea, ambapo mamlaka zinasema ujenzi umefikia asilimia sabini ya kukamilika. Uwanja huo wa Arusha unajengwa kwa gharama ya zaidi ya shilingi bilioni mia tatu za Kitanzania, ukitarajiwa kukidhi viwango vya kimataifa. Uwanja huo wa Arusha utakuwa na sehemu za mafunzo, vyumba vya habari, sehemu za VIP na VVIP pamoja na maegesho ya magari. Serikali ya Tanzania inalenga kukamilisha uwanja wa Arusha na ule wa Dodoma Aprili mwaka huu kabla ya AFCON 2027. Kwa ujumla, maandalizi yanaendelea vizuri huku Afrika Mashariki ikijipanga vyema kwa ajili ya mashindano makubwa zaidi ya soka barani Afrika.